Yes, bana mambo vipi? Kwenye masuala mazima ya kwenye ndoa tukichokana, tunaachana, lakini hatuwezi kuachana hivi hivi, tunaweza tukaachana kwa masuala mazima ya eh, taraka au masuala mazima ya kwenda labda kwenye serikali sijui za mitaa na nini vitu kama hivyo, kwenye masuala kama watu kama walisha kuweza kufunga zile eh, tunasema zile ndoa za kiserikali sasa Mchakato wa talaka wa rapa Offset pamoja na mke wake Cardi B umeweza kuchukua sura mpya kabisa mara baada ya Offset kuweza kudai kwamba anataka support ya matunzo ya kifedha eh, kwa mwenza wake ambaye alikuwa ni Cardi B sasa, kutoka kwa Cardi eh, kwa mujibu wa ripoti za TMZ, Offset pia aliweza kutoa mapendekezo hayo kwenye majibu yaliyoweza kurekebishwa ya talaka akimtaka Cardi B amlipe eh, eh, eh, pesa au unaweza ukasema ile support fulani ya pesa ambayo ilikuwa imeshakwisha kutolewa, ingawa ya kuwa eh, hakutaja kiasi maalum ambacho anakitaka sasa. Aidha, eh, Offset ameweza kuendelea kwa kudai malezi eh, ya pamoja ya watoto eh, lakini pia kuweza kukubaliana na mapendekezo kwamba nyumba ya Cardi B iwe makazi ya watoto wao. Sasa mshikaji anataka kutoa talaka lakini Masharti yamekuwa ni mengi, kwamba kuna pesa ambazo pia alikuwa anamhudumia Bwana Cardi B, lakini pia anawahudumia watoto na vitu vingine kama hivyo, na yeye anataka alipwe. Lakini pia nyumba ambayo pia Cardi B alikuwa anaiishi au anaikaa na, eh, ameweza kuipendekeza kwamba watoto wao ndio waweze kuishi huko, kwa sababu kama wazazi wenyewe mmeweza kuachana, sasa na sisi watoto ndo tuteseke. Hapana bwana, haiwezi kutokea kama hivyo. Sasa pesa hiyo inakuja ni aina ya msaada wa kifedha ambayo pia E, inayotolewa kwa mmoja e, wa wanandoa mara baada ya taraka kuweza kusai, e, kusaidiwa e, mwenza ambaye hawezi kujitegemea kifedha. Sasa mahakama huweza hutolea maamuzi haya kwa kuweza kuzingatia mambo e, kama vile tofauti ya kipato, muda wa ndoa na mchango wa kila mmoja e, kwenye hizo familia. Sasa hii ni mara ya kwanza kwa Offset kuweza kudai ile e, bana e, spousal, e, spousal support kutoka kwa Cardi B. Lakini pia inajulikana kuwa kwa Cardi B pia amekuwa na mafanikio makubwa kwenye kiwanda cha muziki. Hata hivyo, bado haijajulikana eh, kama ombi hili litaweza kukubalika au kuweza kupingwa eh, na mahakama. Tuweze kulisubiria, endapo sakata hili litakapoa endapo litanyoka, na sisi tutakuwa kwanza kabisa kuweza kukupa update bana. Marekani, nimependa sana eh, swala so zima la michakato yao, lakini pia masuala mazima ya kuweza kulinda eh, kwa sababu unajua kabisa wazazi nyinyi mkiweza kutengana au kuweza kutibuana, watoto ndio ambao wanabaki nyuma na, na ndio ambao watakuwa wanapata shida kwa namna moja ama nyingine. Sasa swala hili vipi, litaishia wapi na mahakama itaamua nini? Endelea kutufuatilia sisi kwenye mitandao yetu, kwa sababu tutakuletea updates, lakini pia na taarifa kuhusiana na sakata hili. Take care for this. Chao, chao, chao.